Yeah. Mm. Yeah. Hey. Mara ya kwanza nilipo kuona kili kwa nafsi, moyo ulichoma, kama ntapata kiasi mwenda nitapona. Nime fall in love, fall in love siku ya pili ukala kona nazuma siku zina yoyoma, nimeaminipo siku takuja ona oh, nilivo fall in love, fall in love, mimi najuliza lini nitakupata wewe kila siku Anayetufungulia episodi yetu ya ishirini ya wanangu podcast anaitwa Wisdom Joseph maarufu kama King Wizzy, na wimbo wake anaokwenda kwa jina la Beautiful, ambao unapatikana kwenye EP aliyotoa mwaka 2020 iliyokuwa anakwenda kwa jina la The Love Story EP. Hiyo EP ambayo bado unapatikana audio mark, ilikuwa na nyimbo chache sana, tatu tu, lakini yenye mahadhi zaidi ya idadi ya nyimbo hizo. Humo ndani kuna R&B, rap, reggae, bila kusahau afro pop, kinyume na mashabiki zake wengi walivyomjua kabla ya hapo ambao walimtambua tu kama ni rapper slash MC. King Wizzy ambaye fununu zinasema kwamba amebadilisha jina lake kutoka King Wizzy na kujiita Dom Papi, anatufungulia episodi yetu ya ishirini ya Wanangu Podcast wako Good Luck Joseph, aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict na kukaribisha sana katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast ambayo unahusiana na podcast. Yeah, ni podcast kuhusu podcast. Usio na shaka, utaelewa tu. Stay tuned. Unasikiliza wanangu podcast. Moja kati ya maswali ambayo inakutana nayo sana, uh, mtandaoni kwenye WhatsApp, hata huku Telegram vilevile, mtaani, kazini, especially kwa wale watu ambao wana namba yangu na tunafahamiana, utasikia ehe, hivi kile kitu ambacho unawekaga kwenye status kile ni nini, nini? Watu wengi sana wananiuliza hivyo kutokana na the fact kwamba huwa anapromote hii wanangu podcast kupitia uh, status yangu ya, ya WhatsApp. Kwa hiyo huwa anaweka hii link ya Telegram na na vitu vyote ambavyo vina natoa taarifa zaidi kuhusiana na wanangu podcast. Sasa nikaja kugundua kwamba watu wengi pia hawafahamu kwamba podcast ni nini, especially watu ambao labda mimi nafahamiana nao. Najua podcast kwa sasa hivi mwaka 2024 ni kitu ambacho kipo very common duniani, lakini still kuna watu ambao hawana taarifa za kutosha kuhusiana na podcast. Kwa hiyo leo nikaamua nitumie nafasi hii kuweza ku, ku, kutoa sema ile maarifa ya jumla kuhusiana na podcast, kwamba podcast ni nini, ilianzaje na kazi zake ni nini, vitu kama hivyo ili watu waweze kufahamu. Japokuwa nimekumbuka wakati niko kwenye kujiandaa kufanya hii podcast, nikakumbuka kwamba watu ambao nataka kuwaambia podcast ni nini ni watu ambao tayari wanasikiliza podcast, tayari wana idea kwamba podcast ni nini kwa sababu wako kwenye ile kwenye hii channel ya Wanangu podcast ya Telegram na tayari wanasikiliza podcast, so they have an idea kwamba kinachofanyika ni nini. Watu sana sana ambao wanataka kuwalenga kuwaambia podcast ni nini, unakuta wengi sio wasikilizaji. Kwa hiyo nakumbuka kipindi wakati tuko shule, utakuta kila siku unaenda shule, unaenda shule kila siku, mwalimu akifika pale, anaanza kuita majina ya watoro hawajafika shule, and then anaanza kuwaambia, nyie sababu utoro sio mzuri lakini sisi ambao tunaambiwa kwamba utoro sio mzuri, kila siku tuko shule. Kwa wale ambao wanatakiwa ndio wapate ile meseji kwamba jamani e, utoro sio mzuri, hawapo hata darasani mda huo, kwa hiyo hata ile meseji hawaipati. Kwa hiyo unakuta upo kwenye conundrum kwamba watu ambao wanataka niwaambie what is this podcast, ambao tukikutana nao face to face wanauliza what is podcast, hawapo kwenye channel ya wanangu podcast. Sawa, watanisikiaje? Nitawaambiaje? Kwa hiyo ni, ni ni challenge kidogo, lakini ni so good kwa sababu mwisho wa siku message inaenda taratibu taratibu, hopefully baadaye wata catch up, na kwa sababu episode zote zilizotangulia bado ziko available, hopefully watasikiliza hizo content na zitawafaa kwa muda ambao wao watakuja ku catch up, au sio? Na tumaini wengi wenu humu mtakuwa mnakumbuka iPod ni nini? IPod ni kifaa cha kusikilizia mziki ambacho kilikuja kufanya mapinduzi katika namna ambavyo mtu mmoja mmoja anasikiliza mziki. Hapo nyuma kabla ya kuja kwa iPod, ilikuwa ni ngumu sana kuweka nyimbo nyingi katika kifaa kimoja. Unakuta kwa mfano CD ulikuwa ukibani, unaweza kubani nyimbo kumi na saba, at least. Ukibani MP3 unaweza kuweka nyingi kidogo, lakini ilivyokuja iPod ilikuwa unaweza kaweka nyimbo elfu moja kwenye iPod. Na kwa wakati huo zilikuwa ni nyimbo nyingi sana, watu walikuwa hawajawahi kuexperience kitu kama hicho. Kwa hiyo watu walipenda sana iPod ambayo ilitengenezwa na, na kampuni ya Apple ambayo sasa hivi ni maarufu kwa simu za iPhone na kipindi hicho ilikuwa hata kabla hajaanza kutengeneza sim. Kwa hiyo iPod ilikuwa tayari ipo kwenye matumizi. Na kuna mtu ambaye anafahamika kama Adam Curry ambaye yeye alitengeneza software ambayo inaitwa iPodder. Hiyo iPodder ilikuwa inawezo, ina uwezo inakusababisha uweze kudownload vile vipindi ambavyo vinatangazwa kwenye redio uviweze kuvi-download na kuviingiza kwenye iPod yako. Kwa hiyo instead ya wewe kusikiliza tu muziki kwenye iPod, ulikuwa unaweza pia kusikiliza vile vipindi vyako pendwa vya kwenye redio ambavyo umevi-download, umeviweka kwenye iPod, kwa hiyo unasikiliza muda wowote unaotaka. Na hiyo ndio msingi kabisa wa, wa wa podcast. Kwa sababu podcast ni kama vipindi vya redio ambavyo unaweza kusikiliza muda wowote ambao unataka kusikiliza. Na hiyo ndio definition rahisi kabisa ya podcast. Kwamba assume kwamba kipindi chako cha redio ambacho unakipenda ambacho unaweza ukakisikiliza muda wowote. Instead ya kusema kwamba, uh, unajua kama kipindi cha redio vinaenda na muda eh, kwa kama kipindi chako kinaanza saa saba mchana mpaka saa kumi which means saa saba inabidi uwashe redio, usipowasha maanake kipindi kitakupita. Lakini podcast ni kwamba unaweza kusikiliza kipindi chako unachokipenda muda wowote ambao unataka wewe kusikiliza, na unaweza ukastopisha ukafanya mambo yako baadaye, ukarudia pale ukaanzia palepale ulipoishia mara ya kwanza. Hapo baada ya kuona huo uh, bunifu ambao bwana Adam Curry amefanya, wakaamua sasa waichukue hiyo feature wa waongeze kwenye iTunes. iTunes ilikuwa ni, ni software ya Apple ambayo ilikuwa inawawezesha mtu kuweka nyimbo sasa kwenye iPod yako. Kwa hiyo wakaiongeza hiyo feature ya podcast kwamba utakuwa na uwezo sasa wa kuweka hivyo vipindi vi ambavyo wewe unavitaka rasmi. Na hiyo ikaanza kuchochea sasa watu kuanza kufanya hizi utakumbuka uh, hata, hata iPhone ya kwanza ilivyokuja mwaka elfu mbili na saba ilikuwa tayari ina hiyo app ya, ya podcast japokuwa watu wengi walikuwa wajui ni kazi yake ni nini, lakini ilikuwepo tangu iPhone ya kwanza. Kwa hiyo podcast, kwanza ni muunganiko wa maneno mawili. Hiyo pod imetoka kwenye iPod ambacho ni kifaa ambacho ndio kusema ni kikuwa ni cha kwanza kuanza kub, kubeba hizi podcast Uh, lakini hiyo uh, cast inatoka kwenye broadcast ambayo ni kama kutangaza, kufikisha habari kwa watu wengi zaidi, ndio broadcasting. Kwa hiyo podcasting ni, ni hivyo hivyo. Kwa ndio hilo ndo hiyo neno podcast likaanza kuwa maarufu, na Apple, pia tunaweza tukasema ni moja kati ya watu ambao walichochea sana kuweza kulikuza hili neno podcast, baada ya wenyewe kuweka sasa hiyo feature kuwa available kwa wale watu ambao wanatumia iPod zao na baadaye iPhone. So tuki fast forward mpaka miaka ya elfu mbili na kumi na nne, tunagundua sasa podcast imekua. Ukifananisha na mwanzo mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili, sasa hivi unaona sasa podcast imeanza kukua, watu wengi maarufu, wana michezo, wana muziki, wana siasa. Katika kila uwanja wa maisha, unaona kuna mtu ambaye ana represent kwenye ulimwengu wa podcasting. Na kutokana na hilo makampuni yakaanza kuona kwamba hiki ni kitu ambacho kimekuja inafanya vizuri na watu wengi wanasikiliza podcast kwao, akaanza kutangaza kupitia podcast. Zikawa tena sio kitu cha, cha passion kama ilivyokuwa mwanzoni. Watu sasa wakaanza kutengeneza pesa, wanafanya kwa ajili ya kutengeneza pesa kwa sababu kuna matangazo uh, wale watu ambao podcast zao zimekuwa kubwa na zina ushawishi wanakuwa wanapata pesa kutoka kwenye makampuni mbalimbali mbali, na hivyo kuendesha maisha yao. Kwao kuna wengine wamekuwa, wakaanza kuwa full podcasters Unajua, mara kwanza watu walikuwa wanafanya kama part time, kwamba mtu ana kazi yake, lakini anafanya podcast pembeni. Baadaye ikaja kuona kwamba okay, hiki ni kitu serious, inashakuwa business. Watu wakaanza kufanya full time podcasting, na kuna networks mbalimbali mbali, ambazo zina zina podcast nyingi, yani kampuni moja ambayo unakuta ina podcast tofauti tofauti nyingi tu, kama ambavyo kuna network za kawaida kwenye media nyingine, umeona. Kwa hiyo podcast ikawa imekuwa kwa kiasi kubwa, na hivi tunavyozungumzia sasa hivi, podcast ni kila kitu. Uh, kuna, kuna muda unaweza kukaa ukasema, hata media zenyewe nafikiri kama zinaangalia podcasting kama ni, ni watu ambao wanashindana nao competitors, nafikiri watakuwa pia na wenyewe wanashangazwa kutokana na kwamba kuna watu wengi sana ambao sauti zao zinasikilizwa na watu wengi, lakini hawana redio, hawana TV, wanafanya podcasting na podcast zao wanaziweka YouTube, wanaziweka kwenye sehemu ambazo zinapatikana. Uh, podcast duniani, uh, tunazungumzia uh, hawa Apple wana podcast yao ambayo ipo kwenye kila iPhone ambayo huhitaji hata kudownload ukinno simu yako iko pale, unaweza ukaanza kuitumia right away. Uh, kuna, vile, vile, kuna kama nilivyosema YouTube vile vile kuna Spotify hizi uh, platform zote ambazo zina, zinaweka nyimbo zinaweka mziki vile, vile zina, zina provide uh, platform kwa ajili ya podcast. Kwao kimekuja kuwa kitu kikubwa sana na wasikilizaji wengi sana wanasikiliza podcast. Sasa mtu anaweza kuniuliza kwamba why Telegram? Kwa nini wewe uliamua kufanya Telegram? Kusema kweli ni kwangu mimi sababu yangu kubwa ni baby steps. Yaani naamini kwenye kuanza kufanya kitu taratibu taratibu. Yaani maendeleo ya hicho kitu uanze kuyafanya yaonekane taratibu taratibu unakijenga taratibu na naamini ndio njia sahihi ya kuanza kufanya vitu kwa sababu unajifunza vitu vingi sana. Mimi nilianza na wale watu ambao wapo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye phone book yangu na watu wengi ambao wapo kwenye hii channel ya Telegram so far ni watu ambao wanafahamiana nao, kaka zangu, wadogo zangu, dada zangu, marafiki zangu, ndio wapo kwenye kwenye hii channel, kwa sababu niliamini kwamba hawa watu ndio watakuwa wa kwanza kunionyesha kwamba hii in njia inayochukua ni sahihi au sio sahihi, kabla sijafika level ya kwenda kuweka huko kwenye Spotify kwenye Apple na sehemu nyinginezo kama YouTube na kadhalika. Kwa hiyo naamini kwamba hii ni step ya kwanza. Hopefully kuanzia Januari tutaenda step ya pili. Huu mwaka wote miemko ni kitu ambacho nitakifanya, lakini nimeanzia Telegram kwa sababu nataka kuanza taratibu taratibu, baby steps, na kiukweli najifunza vitu vingi sana Anajifunza kuboresha sound quality, ni kitu ambacho nataka nazingatia sana. Nataka kila episode ambayo inatoka iwe na better sound quality kuliko iliyotangulia, na moja kati ya vitu ambavyo navipigania sana sasa hivi ni hicho, kwa sababu ya nafanya podcast ya audio sasa hivi. Kwa hiyo kitu cha msingi ni hiyo audio, lazima iwe na best quality, na kila siku napigania kuiboresha hiyo. Lakini vile vile tuna vision ili wanangu podcast isije kuja kwenye video ije kuja YouTube kwa sababu tunaishi sasa hivi kwenye, kwenye ulimwengu ambao kitu kisipoonekana kwa macho hata kama kina quality kubwa kiasi gani ule ubora wake unapungua kutokana na watu wamezoea kuona vitu kwa macho. Kwa hiyo Wanangu Podcast itakuja kwenye video, lakini sasa hivi tupeni muda kidogo tuweze kujipanga and then time itafika. Katika kumalizia, ningependa kusema kwamba podcast ni kitu ambacho tunaweza kukitumia katika kujiongezea maarifa, katika kuburudika kwa sababu katika kila uwanja wa maisha kama nilivyosema Una podcast sasa hivi ambayo inaelezea vitu ambavyo vinaendelea katika uwanja huo. Kwa hiyo ni, ni wewe tu, tu kuweza kushare na watu baada ya kuipata hiyo podcast ambayo unahisi iko interesting na watu wanaweza kuisikiliza and then ume, umefaidika, kwa sababu maarifa ukiyapata hayakudhuru na chochote. Mwisho wa episode yetu ya ishirini ya, ya wanangu podcast ambayo inahusu Podcast na naamini nitakuwa nimekupa uh, mambo machache kuhusiana na podcast lakini yenye umuhimu uh, na sijatumia muda wako mwingi sana kiasi cha kukuboa, au sio? Kama kuna chochote ambacho umekipata kutokana na episode hii, basi unaweza ukashare na sisi kwenye comment hapo kwenye wanangu podcast channel, ili tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kimekufurahisha, au ni kitu gani ambacho umejifunza, au ni kitu gani ambacho unahisi nimekiacha, ambacho ungependa nikizungumzie. Till next time, peace. Yepo, najua ni ngumu, hata nikimtaja jina, moyo unanihukumu, na king vyangu sina, ndo ni kudhuru kama sumu. Mtoto mwenye heshima, machizo na laumu. Sio rahisi kumpata, ndio maana na data ameshika mpini mi makali akinikata. Nafanya mchezo wa kulenga kwa shabaha zuru shaka huku so kupatikana tu mzima nimepatwa. Sometime wananitazama kama nanijua. Nahisi kwa nawe mama, kama ndoto wa kutusua furaha nitaijua. Na pumzi nitapumua, maana nitakujua siri na pressure